Juzi hapa serikali tulipitisha mpango wa muda mrefu wa utekelezaji wa dira hii, na katika mpango ule, asilimia ishirini na mbili ya mambo yaliyoko katika mpango ule yatafanywa ya na serikali yenyewe. Asilimia sabini ya mambo yaliyopangwa kwenye mpango ule yatafanywa kati ya private sector, sekta binafsi na serikali, na asilimia nane tu ndio atafanywa na mashirika yetu ya umma. Sasa katika hali kama hii, mahakama ina kazi kubwa ya kufanya. Tunaitarajia mahakama isimame imara kusimamia haya, kwa sababu tunaposema asilimia sabini itatekelezwa kwa joint venture au kwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi, tunatarajia kualika sekta binafsi ya dunia yote kuja Tanzania. Katika hilo tunapoendelea huko mbele, tapata migogoro mingi ya mikataba ya kazi, migogoro mingi ya kodi, tutapata migogoro mingi ya utekelezaji wa mikataba ya uwekezaji wenyewe. Sasa haya yote tutategemea mahakama yetu ya Tanzania isimame katika yale matawi yake, matawi sijui ya biashara, matawi ya nini, matawi ya kodi, lakini isimame katika kutetea haki ya Watanzania na haki ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo, mahakama tunawategemea, nanyi ni mhimili muhimu sana katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya miaka 25 inayokuja.